Kuna wengine nimeambiwa karibia sitini na sita mmewarifaa me, kwenda Dar es Salaam. Mnaweza mkamrifaa mtu mwenye uwezo lakini mwingine hana uwezo. Kwa hiyo tuendelee na zoezi la kuhakiki kuangalia, ili wale ambao kwa kweli hawana uwezo na mtu amekuja kugundua tatizo halafu mwisho y yote Una, anakata tamaa kwamba mimi nimejulikana na tatizo lakini sina uwezo, kwa hiyo mi nabaki ni mtu wa kusubiri kufa. Hapana, hapana. Wale kabisa ambao tutagundua hana uwezo na mmewapa kwamba referu kwenda kule mni, tuwasiliane na ofisi yangu ili na mimi nione namna ambapo serikali eh, tuweze kuomba wale wasio na uwezo tuweze kuwasaidia wakapate matibabu hayo, wawe na mtindo wa kupima afya moyo, ya moyo. Na taasisi ya moyo imejiwekea mpango mkakati wa kuzunguka mikoa yote kupima afya za moyo, na sasa hivi taasisi hii imefungua na kituo hapa hospitali ya Seliani ya mjini au LMC, na itakuwa inaisimamia hii hospitali, lakini na huduma zingine zilizokuwepo awali hazitaondolewa, zitaendelea kuwepo ili wananchi nao mjue, msije mkazani ni moyo tu ya, it, moyo utaimarishwa, lakini na zile huduma zilizokuwepo hapo awali zitaimarishwa. Wengi tulikuwa na shida bila kujua, baada ya kufika kwenye kitengo hiki kwa kweli tumepata huduma, na madaktari wetu wametuvumilia sana. Wagonjwa tulikuwa wengi, tumekaa hapa mpaka saa mbili, saa tatu, wametuvumilia na wana upendo. Wametusaidia sana FM. Kutoka, ta -ta. Ta -ta.